Zawadi ya kwanza, vitu vyenye ncha kali. Mtu anakuletea kisu, anakuletea kiwembe ama mkasi, anasema hii ni zawadi. Kila zawadi imebeba tafsiri katika ulimwengu wa roho, kila zawadi ina maana yake. Anaweza anayekupa asiwe na maana mbaya, lakini unapoipokea ulimwengu wa roho unaleta ile tafsiri inayotakiwa kutembea na ile zawadi. Haleluya. Visu, mikasi, viwembe. Kupokea zawadi za vitu vyenye ncha kali kunaweza kuonekana kama jambo la kawaida, lakini kiroho vinaweza kuashiria moja, kukata mawasiliano katikati yako wewe na mtu yule. Ndio maana unaweza kukuta mtu alipokuletea kisu ghafla uhusiano wako na yeye ukasha. Haleluya, haleluya nia ya mtoaji inaweza kuwa njema, lakini kile kitu kimebeba tafsiri ya kiroho chochote ulicho nacho kimebeba tafsiri ya kiroho, inaweza kuharibu ustawi wako, inaweza kuvunja mipango na maendeleo yako, inaweza kuleta mafarakano. Sasa zawadi kama hii, ili kuzima ile nguvu mbaya sio inawezekana, isiwe yule aliyekupa na maana hiyo, lakini ndio maana umewei kuona kwa nini raisi akienda kila mkoa, anapewa zawadi na watu wa mkoa ule, wanamvalisha kama ni wagogo kigogo. Katika ulimwengu wa roho, wanamuunganisha na nguvu ya miungu ya kabila lao katika lile eneo. Bwana Yesu asifiwe sana, mtazame mwambie, Bwana asifiwe. Haleluya! kwa hiyo mtu wa namna hiyo akikuletea zawadi kama ile, wewe chukua pesa yoyote mpe. Katika ulimwengu wa roho utakuwa umenunua, utakuwa sio bure Bana we chukua ah, hii pesa, nenda kanunue soda hapo. Tayari umebadilisha ile tafsiri ovu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ita damu ya Yesu isafishe na kuondoa tafsiri yoyote katika hicho kitu, ili ukitumie kikiwa kimetakaswa. Waibrania 12:24 inasema Yesu mjumbe wa agano chipya, na damu ya kunyinyiza inanayo mema kuliko ni damu ya Habili. Damu hii inaweza kunena mema na kuvunja kila laana inayoambatana na hiyo zawadi. Jambo lingine, zawadi hatari, pochi au waleti tupu. Mtu anakuambia nimekuletea zawadi ya waleti tupu. Katika ulimwengu, roho anatengeneza utupu kwenye maisha yako, anakuletea pochi hamna kitu kama anataka kukupa, jifundisha. Unataka kumpa zawadi ya pochi au nini, tafuta hata soda ama juisi, weka mle, ili usimpelekee tafsiri ya umasikini na kukosa na kupungukiwa mtu yule unayempelekea. Haleluya, haleluya! Jamani, raha sio raha, jamani, raha sio raha. Kuna watu walipopokea waleti tupu, ilikuwa mpya, na ndipo hapo akaanza kustrag kuhusu pesa Kumbe ni waleti inatangaza utupu. Mungu alipoumba dunia alishughulika na mambo manne, alishughulika na ukiwa, alishughulika na utupu, alishughulika na giza, alishughulika na maji. anapokupa kitu kitupu, maanake ni kwamba unastahili kutokuwa na chochote. Kwa hiyo akikupa tu pale, kama una shilingi hata elfu mbili weka mle ndani, alafu ambie mungu akubariki sana, alafu ndio uweke mfukoni. Haleluya, haleluya Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Zawadi ya tatu, nguo zilizotumika au mitumba. Miaka ya nyuma Tanzania hakukuwa na magonjwa haya si ya ukurutu, fangazi, kulikuwa hakuna mitumba. Ilipoanza kuja mwaka 84 ndipo haya magonjwa yakaanza kuja kuna, kule Ulaya kuna watu wanakufa na ukurutu, wanakufa wengine. Ni ibada za kwenye mizimu, wanakusanya yale, unajua waga wanakusanya kwenye mapipa, alafu zitachukuliwa, zinaletwa huko Afrika tunanunua mitumba, kuweza kujua ule mtumba ulikuwa wa kaaba. Kuna watu wengine, kuna bwana mmoja alipovaa nguo tu akaanza, kila mwanamke akipita, hata mzee anamtabani. Kumbe ile nguo aliyovaa kule alikuwa anayo roho. Nguo yangu hii inabeba roho yangu. Ndio maana kitambaa cha Paulo kilipochukuliwa kwenda kufanya hivi, mapepo na magonjwa yalipona. Sijui kama unanielewa. Sikatai, usimpe mtu vitu. Haleluya, lakini ninakufundisha athari. Hivi unafikiri, nafikiri kwa nini nguo ya Yesu waliipiga, waliipiga mnada? Ilikuwa imebeba utukufu na nguvu za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana, Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Ukikuta koti langu linaniwakilisha mimi katika ulimwengu wa roho pale, sasa kama nilikuwa nina roho chafu alafu, umeivaa tu, huna akili yoyote ya kiroho unavaa una, unagomwela una, una, una tu unashangaa, unaanza kuwa na tabia za ovyo, kumbe zimeingia kupitia kile kitu. Sikwambii usinunue mtumba, lakini ni wakati sasa wa kuvuka viwango. Usinunue nunue mitumba, haleluya. Sisi watu wa kununua wakunununua mitumba sasa hivi tu tunanua kwa muda bado eh, ni kama wimbo aans muda tu Bwana Yesu asifiwe. Na kama umenunua mtumba, chukua ule mtumba useme omba, vunja roho zote, ikiweza. Kama kuna chumvi, uchukua chumvi na maji, fua, ndipo uvae. Mtu anashangaa eti kabisa, yuko pale kwa Michael, anaanza kujaribia m <laughs> aliovaa hiyo nguo alikuwa mchawi <laughs> alikuwa nani, nguo zilizotumika. Haleluya, hata kama nimekupa mimi nguo iombe. Amen, ambe sema, naondoa chochote kiovu, pando la uovu na aliondoa, ila kama kuna kizuri na kipokea. Jina la Bwana libarikiwe sana sa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya mwenzako usipendepende mitumba. Ndio maana nilipokuwa Kenya, nilipokuwa naomba Mungu, akaniletea mitumba. Tuliwahi kutoa kwa watu halafu nikaonyesha, imekuwa kama jalala hivi, halafu haina majibu yoyote. Mungu akaniambia, kwanzia sasa anzeni kutoa vitu vipya, sio vitu vilivyoharibika. Haleluya, haleluya. Sijui kama unanielewa ni vizuri sana kunielewa, nitakubidi tuelewe. Mungu ameleta uponyaji. Kuna watu wengine wameshaharibikiwa hapa kwa sababu ya vitu hivi walivyopewa kama zawadi. Haleluya! Lakini zawadi nyingine ambayo ni hatari, vitu vilivyotolewa madhabahuni ama kitu chochote kinachowakilisha imani. Yes. nyie mnaokwenda kwenda kula kwenye mabandabanda, ndio maana Mungu aliwaua wana wa Israeli waliokwenda kwenye ibada ya Wamoabu wa waliuawa wakaning'inizwa kwenye miti Lozali, sanamu zile za Bikira Mariamu, tarasini zile zile za hivi, mashada ya maua ya matambiko, vibano vya uchawi. Hebu nisikilize, simenda kwenye kuzika, sikuna yale maua yale, kuna mtu anayaiba yale. Alafu anakuja anakuletea zawadi. Kuna watu wanatoa maua mazuri, usifikiri usi, usi, usi anaiba alafu anakuletea huko kwenye graduation, anakuvalisha shwe. Bwana Yesu, sivyo? Kuna watu wamevalishwa mauti bila kujua zawadi. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kingine zawadi ya kioo cha kujiangalia kilichotumika yaani mtu anakuambia ah, chukua tokeo changu dadaikinakupa zawadi yeye amesha kitumia. Zawadi inaonyesha kukuonyesha taswira yako, haiangalii sura, inaangalia mpaka ndani. Haleluya, vioo vinaakisi sura ya nje, bali vinatoa taswira ya nguvu ulionayo wewe. Ndio maana wachawi waki, wachawi, anaweza ukaenda kwenye chumba cha siri akaweka kioo, kama kuna mtu mwenye mata, unamuona pale kina nguvu ya kiroho kioo. Kama unataka nunua, achana na zawadi za kupewa za vioo. Wangapi wanapewaga vioo zawadi? Bwana Yesu asifiwe sa, haleluya. Zawadi nyingine, saa za ukutani au za mkononi zilizotumika. Saa inawakilisha majira mtu anaweza kukupa saa iliyotumika katika ulimwengu wa roho, anayekamata majira yako usiweze kufanikiwa, ama akakukamata usiweze kufanya mambo yanayohusiana na kesho yako. Sikwambii usipokee saa ukipewa, ila jifundishe kujua huyu anayekupa ana maana gani. Ombea hata kama nimekupa mi baba yako wa kiroho, ombea. Haleluya! wangapi wamewahi kupewa saa zilizotumika? Kuwa makini, mtu ameyakamata maisha yako, amekamata hatua zako. Bwana Yesu wasifyza. Haleluya. Kwa nini saa unapopokea ya mkononi iliyotumika, maana yake, inawezekana ameinenea, ame uwe na kumbukumbu kumbu ya mambo mabaya ya kushindwa ya nyuma, usiwaze ya mbele. Miriamu ameshika shavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Lakini vitu vingine vitu vibovu vyenye itilafu, nyinyi mnaotaka kwenda kununua magari ambayo hayatembei. Sikiliza, unaweza kuona unanunua bei rahisi, katika ulimwengu wa roho maanake, unajitangazia thamani yako ni ya chini, sio ya juu. Mimi nakupa tafsiri, sikwambii usinunue lakini jifundishe kukataa hali ile ya uharibifu, kwamba mimi ni kweli nanunua hii, lakini kwa jina la Yesu ninatangaza mimi thamani yangu ni zaidi ya vitu vibovu. Haleluya, haleluya. Ukitaka kujua muulize Ansi, pikipiki alinunua ilikuwa imetumika yi, inamtia kasheshe kwelikweli yi. Sindio? Wakati mwingine elfu hamsini wetu eti Ansi ya makosa ya taii Kwanzia leo nenda kaishika uiombeombewe pikipiki, kwa jina la Yesu, mimi ni zaidi ya wewe. Thamani yangu ni kubwa, tangu sasa mimi ni mtu wa thamani kubwa. Haleluya. wangapi wananielewa? Haleluya. Kingine zawadi ya fedha, zawadi ya fedha na aina nyingine za zawadi zinazoua roho na mwili zinaua zinaua, hisia zinaua akili, zinaua malengo, nimezielezea pale. Kuna mtu mwingine akikupa pesa kama ile za, yeye anaweza kusikiliza. Simewahi kukuta pesa njiani ukaokota? Kwa nini anatupa? Maanake anataka kuondoa ile mikosi ya mahangaiko ya kutafuta pesa. Wewe ukienda kuchukua umelikwaa, ha, nimeokota elfu kumi na bahati, kumbe mwenzako ametoa mkosi. Watu wengi wameharibikiwa, maisha yao yamebadilika, kwa sababu ya zawadi za vitu. Yesu nakupenda, simama. Yesu nakupenda. Tukipata nafasi tutakuja kufundisha kwa upana na kwa kina, lakini nimekuambia baadhi ya zawadi mbaya zinazosa zilizokamata maisha yako. Haleluya. Naomba, babu kijana, hebu tupe wimbo mmoja hapo mzuri, watu wafurahi.